hiyo wiki ya pili una taarifa nao na aidha, niwepo kimwili pale <laughs> au kiroho au niwepo kiroho, kwa sababu najua nimepangiwa majukumu makubwa pale hiyo. <inaudible> Hiyo ni, eh, mapambano yanaendelea <inaudible> iwe ndani ya gereza iwe nje ya gereza.

faaaenajoyis jamaa. Salamu aleikum, habari za kitaa? sambana koenda, wasalimieni mwambie nakuja, nafanyaje? nakuja

wepo kimwili pale au <laughs> niwepo ki, kiroho kwa sababu najua nimepangiwa majukumu makubwa hapa. Hiyo ipo eh, mapambano yanaendelea, iwe ndani ya gereza, iwe nje ya gereza.